Raisi wa FIFA Gianni Infantino amethibitisha kuwa fainali ya kombe la dunia la mwaka elfu mbili na ishirini na sita itakuwa na onyesho la halftime show kwa mara ya kwanza katika historia ya mashindano hayo. Aidha, onyesho hilo limepangwa kufanyika tarehe 19 Julai mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwenye uwanja wa MetLife huko New Jersey likiandaliwa kwa ushirikiano na Global Citizen huku Chris Martin na Phil Harvey wa Gold Play wakiratibu orodha ya wasanii watakaotumbuiza siku hiyo. Pia wazo hili, uh, limeidhinishwa na onyesho la halftime ya Super Bowl uh, pia FIFA inalenga kuongeza thamani ya burudani na kuvutia mashabiki wengi zaidi. Una mtazamo gani juu ya FIFA uh, kufanya uh, uh, onyesho la FIFA mwaka elfu mbili ishirini na sita kwamba kufanyika kama ilivyofanyika onyesho la Super Bowl uh, kule nchini Marekani. So drop your comment hapo, alafu sisi tutakuja kuisoma. Endelea kutazama Nje ya Boxi TV.